Swala la Simba kubadilishiwa uwanja kutoka Benjamin Mkapa kwenda uh, Zanzibar, uwanja wa Amani. Watambuzi wa soka wanasema kwamba mambo yalikuwa hivi, kwamba kafu wamekagua uwanja na kujiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa, ila wakaweka hoja mbili mezani. Hoja ya kwanza ni kwamba kwa kuwa kafu final ni platform, ili usiwepo na shaka yoyote, make hali ya hewa ya Dar es Salaam haitabiriki, bora apeleke Mechi Zanzibar. Hoja ya pili ni kwamba kwa kuwa mashindano ya Chan yatafanyika hapa kwa Mkapa basi TFF watumie muda huu uliobaki mpaka Julai kuboresha zaidi uwanja huo. Lakini TFF Simba na serikali wameshakutana na kujibu hoja zao, kwamba moja wamewambia washauza washa tiketi ya zaidi ya ya elfu kumi na tano. Uwanja wa Amani hauna uwezo kukomodeti, tiketi ambazo zishauzwa, je hizi tiketi watazipeleka wapi? Ya, hoja ya pili ni kwamba Simba wameshapeleka ripoti ya TMA kafu, wakiwambia kwamba mamlaka ya hali ya hewa ishatoa ripoti ikisema tangu tarehe ishirini na tatu mpaka ishirini na sita Dar es Salaam hapatakuwa na mvua. Lakini hoja ya tatu ni kwamba wana muda mwingi wa kuandaa uwanja baada ya gemu ya Mei ishirini na tano kwani CHAN inaza Julai. Wakati huo huo, kwamba zipo orodha ya viwanja barani Afrika ambavyo inajulikana kuwa vigumu kwa timu za ugenini kupata ushindi kutokana na sababu kama vile mashabiki wengi na wenye basa hali ya vasa, hewa uwanja wenyewe na mazingira ya kisaikolojia uwanja. Uh, wa kwanza ni Stade Olympique ya Tunisia, kwamba uwanja huu ni ngome ya timu ya taifa ya Tunisia na klabu kama Esperance. Mashabiki wa Tunisia wanajulikana kwa kelele na shinikizo kubwa kwa wapinzani. Namba mbili ni Cairo International Stadium, Misri, uwanja mkubwa wenye mashabiki wengi sana wa Al Ahly na Zamalek. Timu za ugenini huona pressure kubwa kutoka kwa mashabiki wa Misri. Lakini namba tatu ni inatajwa kwamba ni uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium, Tanzania. Timu ya Simba Sports Club na Yanga zinajaza uwanja huu na mashabiki hujenga mazingira ya kipekee ya shinikizo kwa wapinzani. Namba nne ni Stade 5 Juillet wa Algeria. Algeria ni ngumu sana nyumbani, na uwanja huu mkubwa ni eneo gumu kwa wageni kwa sababu ya uungaji mkono na mashabiki na ubora wa timu ya nyumbani. Namba tano ni Stade Leopard ya Senegal timu ya taifa Senegal ina historia ya kupoteza mechi nyingi nyumbani. Mchanganyiko wachezaji bora na mashabiki wenye nguvu kuwafanya kuwa tishio. Namba sita FND Afrika Kusini, namba saba Stade des Mailo wa Kinshasa, namba nane Moi International Sports Center Kenya na tisa Baba Yara Stadium Ghana. Hivi ni viwanja ambavyo baadhi eh, vinasemekana kwamba ni vigumu sana unapoenda kucheza nyumbani kwao, Kapata ushindi kama ilivyo pia Benjamin Mkapa ya jijini Dar es Salaam. Je, nini kitakachofuata? Tusubiri. Swala la Simba kubadilishiwa uwanja kutoka Benjamin Mkapa kwenda uh, Zanzibar, uwanja wa Amani. Watambuzi wa soka wanasema kwamba mambo yalikuwa hivi, kwamba Kafu wamekagua uwanja na kujiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa, ila wakaweka hoja mbili mezani. Hoja ya kwanza ni kwamba kwa kuwa kafu faino ni platform ili kusiwepo na shaka yoyote, make hali ya hewa ya Dar es Salaam haitobi, haitabiriki, bora wapeleke mechi Zanzibar. Hoja ya pili ni kwamba kwa kuwa mashindano ya CHAN yatafanyika hapa kwa Mkapa, basi TFF watumie muda huu uliobaki mpaka Julai kuboresha zaidi uwanja huo. Lakini TFF Simba na serikali wameshakutana na kujibu hoja zao. Kwamba moja, wamewambia washauza tiketi ya zaidi ya elfu kumi na tano uwanja wa Amani hauna uwezo wa kukomodate tiketi ambazo zishauzwa. Je, hizi tiketi watazipeleka wapi? Hoja ya pili ni kwamba Simba wameshapeleka ripoti ya TMA kafu wakiwaambia kwamba mamlaka ya hali ya hewa ishatoa report ikisema tangu tarehe 23 mpaka 26 Dar es Salaam apata kuwa na mvua. Lakini hoja ya tatu ni kwamba wana muda mwingi wa kuandaa uwanja baada ya gemu ya Mei 25, kwa CHAN inaza Julai, which is almost two months <coughs>